Hello mambo, vipi mtazamaji wa YouTube chaneli hii, karibu tena. Leo ni siku nyingine, tunaendelea kujifunza zaidi mambo yanayohusu mahusiano. Leo tunaangalia namna gani ambavyo unaweza ukajitoa kwenye mahusiano ambayo yanakusumbua, mahusiano ambayo kwako ni changamoto, mahusiano ambayo taa fulani haziishi kila kukicha. Leo tunaangalia mambo sita ama vitu sita ambavyo unaweza ukafanya ili uweze kujitoa ama kujinasua kwenye mahusiano ambayo kwako kiukweli ni mtihani. Aa, jambo la kwanza unapaswa kukubali kwamba hayo mahusiano ni mabaya kwako. Uko kwenye mahusiano ambayo ni changamoto, vita haiishi kila siku, ugomvi, maelewano hakuna, chochote ambacho mnaweza mkakifanya cha ushirikiana pamoja. Kwa hiyo unachopaswa ni wewe kukubali kwamba hapo ulipo sio sehemu sahihi. Hapo ulipo we ni unateseka tu, hapo ulipo kwako ni maumivu. Kubali kwanza kwamba hapo sio sahihi kwako, ili uweze kuendelea mbele. Lakini pia jambo la pili, jiandae kisaikolojia. Unajua, unapotaka kufanya jambo, kubali kwanza kwamba sasa nimeamua kufanya hiki kitu. Jiandae kisaikolojia, akili yako itengeneze kwamba nimeamua kufanya hili jambo, iwe tayari. Unaweza ukatafuta watu, marafiki, ndugu ambao unazungumza nao mambo yako binafsi, ukawashirikisha bwana, mimi kuna moja mbili tatu, sasa nimeamua kufanya hiki ili waweze kukupa ushauri zaidi, ama ukiona ndugu marafiki hawakusapoti chochote basi unaweza ukatafuta mwanasaikolojia ambaye anaweza kukusaidia zaidi, na wewe ukaweza kutoka pale a uh, bila maumivu wala tatizo lolote, kwa sababu unaweza kaamua kutoka sehemu, lakini bado akili yako inafikiria kwamba atanionaje ama watu watanifikiria nini? Kwa sababu tayari nilikuwa na huyu mtu, sasa ninatoka tena, tunaachana mambo yatakuwa vipi? Hayo maswala upaswi kuyawaza. Tafuta mwanasaikolojia anaweza kakusaidia sana, ili wewe uweze kuendelea na mambo yako bila tatizo wala changamoto ya aina yoyote. Lakini pia jambo la tatu, epuka kutia huruma, epuka kuwa na hatia ama hisia zile za hatia kwamba oh, ama nilikosea mimi kuwa kwenye haya mahusiano ama sijui imekuwaje ama vipi. Hupaswi kutia huruma wala kuwa na hatia yoyote moyoni mwako. Kuna wale watu ambao wanaamua kuondoka kwenye mahusiano lakini kila siku lazima anaposti status fulani hivi ambazo za kutiatia huruma, nyimbo za huruma, yani wewe ni huzuni, asubuhi, mchana, jioni. My dear, kama umeamua kufanya jambo, haina haja ya kuendelea kurudi. Kwa hiyo epuka kujitiliza huruma, kutia huruma, kuonekana kama vile yani wewe unapaswa kuonewa huruma. Angalia furaha yako, wewe ni muhimu zaidi kuliko hata hayo mahusiano, kwa sababu kama hauna amani, hauna furaha hauna faraja hauthaminiwi, hayo mahusiano ya kazi gani kwako? Kwa hiyo acha kujitia huruma, acha kujiona kama wewe ni mkosefu. Yani wewe umeamua, endelea mbele. Jambo la nne, weka mpango wa kuondoka kwa amani. Umeona mambo hapa hayawezekani, hapa mambo hayaendi, hapa hamwelewani yani, yani kila kitu kiko ovyo ovyo. Usitake kuondoka kwa ugomvi achana na huyo mtu kwa salama kabisa, kwa sababu huwezi ukaamua kuondoka halafu kasema ngoja ni mkomeshi. Haikusaidii e, kwamba ngoja ni mkomeshi sasa, huyu aweza nimpige ama nimtengenezee kilima chochote. Kwa nini ananifanyia hivi? Kwa nini ananiumiza? Hapana, hiyo haitakusaidia. Jadili na huyo mtu, mmalize kwa usalama bila tatizo wala changamoto yoyote. Na kama wewe ni mwanandoa basi, unaweza ukatafuta wanasheria ama msaada wa kisheria zaidi, ili kuweza kuondoka kwa amani kabisa, ili na watoto waendelee kumtambua baba wa familia ya. Kwa hiyo kitu cha tano, kata mawasiliano na huyo mtu. Kama umeshaamua kuondoka, haina haja tena ya kurudi nyuma eh. Kata mawasiliano kabisa, futa namba zake za simu kwa sababu utakuwa na ukiwa na namba zake utakuwa unataka kuchungulia status. Kuna nini leo kaposti? Acha kufuatilia mitandao yake ya kijamii, kwamba eh, ngoja niende nikaangalia Instagram, nikaangalia Facebook leo kaposti nini, leo labda kafanya jambo gani. Hiyo itakuumiza sana, ili uweze kuendelea mbele, ili mambo yako yaweze kwenda kama ambavyo yanapaswa kwenda. Futa namba yake ya simu. Acha kufuatilia mitandao yake ya kijamii acha kuuliza uliza marafiki, ndugu, vipi huyo anaendeleaje maisha yake, vipi sasa hivi ana hali gani? Achana na hizo mambo kwa sababu utakuwa haujafanya kitu chochote cha kukusaidia. Jambo la sita, jikite katika maendeleo yako maidia hakuna kitu kizuri ambacho utafanikiwa, endapo kiamua kuachana na jambo fulani, alafu katafuta kitu ambacho kitakusaidia kuwa bizi. Eh, kwa hiyo tafuta shughuli ya kufanya, tafuta jambo jipya la kufanya. Kama ni kusoma, kuwa bizi na kusoma. Kama ni biashara mpya ambayo umeianzisha kuwa bizi na biashara yako, tafuta ujuzi wa biashara yako, tafuta njia nzuri za kuuza ama kufanya kwenye biashara yako, kuza kipato chako tafuta watu ambao utajenga nao mazingira ma, ma mazuri, ambao utakuwa nao pamoja, watu ambao watakuwa wanakushauri vitu vya kukutia moyo. Achana na, na, na hayo mambo mengine ya kuendelea kumfuatilia, kuza biashara, yaani kuwa bize na mambo yako binafsi, sio mambo ya mtu kumfuatilia fulani, sijui kafanya nini huyu, kaenda wapi. Tengeneza kitu chako ambacho kitakufanya bize na wala hautamkumbuka. Uh, mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kufuatilia na kuwa pamoja na mimi katika YouTube hii, na usiache kusubscribe, kucomment na kulike, na mimi nitakuja kujibu hapo chini. Lakini pia kuna kitu pengine unatamani kuweza kunishirikisha ama kushare na mimi, unaweza ukanitafuta kwa 0716075962. Diana Lupi ndio jina langu. Tukutane tena wakati ujao.